Yes bana, mambo vipi? Karibu sana hii challenge, kipindi ambacho kinakutanisha wewe mtazamaji wetu na vijana tunapiganao story, lakini pia tunakuwa na hizo challenges ambazo tuna challenge bongo zao na nini ambacho wanakifikiria, na leo niko the best colleges Dodoma, niko na wanangu familia ya vijana wengi sana ambao utasikia hizi challenge wakiwa nazijibu live kabisa. So please baki na mimi kwenye kimbweta na niko Vija na vijana wenzangu na mimi niko na challenge yangu mambo vipi jamani safi kwema unyema ni mwingi na, Vibe la kutosha. Kabisa. okay unaitwa nani bro mimi naitwa Sebastian Mavel ni mwanafunzi wa Dodoma Media College mwaka wa 3 sawa sasa mimi leo nimekuja na challenge yangu na we ni mwanafunzi fresh sangu so, lawanza taka nijue aka nika challenge ni uongo gani wa kawaida ambao sisi wanafunzi mara nyingi tunakuaga tunawadanganya wazazi hasa tunapokuwapo shule kama hivi? Ah, um. Kwangu mimi mara nyingi sana uongo ambao waga namdanganyaga mzazi ni kumwambia kwamba pesa ya matumizi imeisha, wakati hiyo pesa ambayo alinitumia nimempa mtu mwingine. Umeona? Ah, sasa hiyo ibaki kwa mtu mwingine tu, eh, kwa hiyo <laughs> <laughs> <laughs> ile pesa ambayo ananitumia ni kama vile tumegawana, anitumia mimi afu na mimi natuma kwa mtu mwingine. Baada ya wa wiki namwambia kwamba pesa ya matumizi imeisha. Mm -hmm. Kwa kawaida kwangu kabisa kufanya <laughs> Naitwa Reze. Uh, uongo mkubwa kwa sisi wanachuo uh, ni kuhusu tu pesa. Yes, kuwadanganya wazazi mara nyingi ndo kitu ambacho ndo huwa ndo tunakitumia sana hicho, mm. Ndio. Nitwa Husna Msuya, ni mwanafunzi pia wa chuo cha Dalma Media College. Mi uongo wangu mkubwa ndo mdanganya mzazi, naweza nikawa nimetumwa pesa ya matumizi ila ile pesa ikaa hainitoshi, kwa hiyo itabidi nitafute uongo mwingine wa kumwambia mzazi, let's say labda na vitu ambavyo nataka kununua kuviongezea mwenyewe. Sio kila kitu nitamwambia mzazi, kwa hiyo lazima nimdanganye ili aweze kunitumia hiyo pesa kwa mara ya pili. Na wewe unafanikiwa? Nafanikiwa kwa sababu mimi mzazi, unajua ukitengeneza ile trust kwa mzazi, lazima atakuamini, hata kama umemwambia kwa mfano, nimevunja kamera nimefanyia kutumia hiyo pesa. Kwa umetengeneza trust kabisa. <gibisa> au, au au au kwa sisi waandishi wa habari wa na nyingi, nakumbuka kipindi nafika hapa e, kuna ni, si, kuna wale mapo achuo, nini, tatu, nila, wa chuo nini wa mwaka watatu niliagizwa ISO, Bwana nenda duka fulani ukalete ISO hasa mimi nilivyokuwa. Sasa nikampigia mzazi kwamba tumeagizwa ISO tuninazo mwezi wa sita ISO moja ni laki mbili sikutumiwa yote, litumiwa la laki moja ikwambia, basi nitanua nita nusu yake, afu mamwingine yakaendelea kwa huo uongo, siwezi so likuja kusahau kabisa hadi namaliza big time, chuo. Yeah, kwa sababu oh, nilipata ni pesa aiso <laughs> no.